wanataka zije huku kwa sababu wanajua ni rahisi kuzila, na wanashirikiana ni teamwork, kwenye kulimaliza lile jiji la Arusha. Kwa hiyo mimi nilikuwa na ushauri kwamba mapato ambayo yanapatikana kwenye majiji yetu hasa haya makubwa Arusha, Mbeya, majiji yote ya Dar es Salaam, Mwanza, em, kaeni na watu wa halmashauri wasipange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 wanajua 3.4 bilioni ambao wamemsainisha mtu watakula mle ndani, sio kwamba wanabuni wanalipenda jiji. Maeneo ambayo yanatatua shida za watu hela hazipelekwi. Wewe leo unaenda kwenye kivuko kinahitaji gharama ndogo tu milioni pengine hamsini, hela hazipatikani, lakini unachukua hela hizo hizo unakwenda kubomoa sema ambayo inakuwa milioni mia nane, stendi ndogo unaweka 1.6 bilioni, huku hujamaliza shida za wananchi. Kwa hiyo mheshimiwa waziri nilikuwa naomba kwa kweli tusaidiane, kwa sababu tunayo dhamana na jukumu la kumaliza shida hiyo, kwa sababu kuna kama kituo cha afya Mkonoo, Rais Samia akapeleka pale zaidi ya milioni 800, kilikuwa ni kizaanati leo ni kituo kikubwa. Barabara mbovu, tungeweza kuokoa 1.6 tungeweka lami pale kwenda kituo cha afya, watu wakaenda zao wakapata huduma na wakaendelea kula matunda ya Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini pia kumekuwa na, na changamoto pia barabara yetu ya Afcon kule tunakojenga, barabara ya Njolo tunakojenga kule uwanja wetu wa mpira wa kisasa, na kwenyewe pia barabara ni mbovu. Ni maana yetu kwamba kupitia bajeti hii tutakwenda kuliangalia tuondokana na hizo changamoto. Lakini kingine, mheshimiwa waziri, Daktari Samia amepeleka shilingi milioni mia tano kwa ajili ya kujenga soko la wamachinga miaka miwili iliyopita, mpaka leo hazijatumika. Sasa unajiuliza Arusha hakuna wamachinga? Kwa nini hela hazijatumika? Ukienda katika hali ya kawaida ukienda pale masokoni, angalia soko la Lambauda pale, matope matupu. Milioni 500 ipo, rais kaleta, imekaa tu. Nenda soko la Machinga namba 68, matope matupu, mapaa yale hayaeleweki. Milioni 500 ipo, ina miaka miwili, daktari Samia kaleta, hamna ambacho kina, kinaendelea pale. Nenda soko la Samunge, hali ni mbaya karibuni kila mahali. Kwa sasa unajiuliza hawa mliowapeleka kwenda kusimamia maendeleo kule, wanafanya kazi yao ipasavyo au wana ajenda zao nyingine. Mweshimiwa mwenyekiti, mweshimiwa spika, najua muda ni mchache, masuala ni mengi. Baada ya kusema ayo na kushukuru sana kwa fursa hii yalivo